Kuna siku moja katika historia ya Uislamu ambayo ilibeba maumivu makubwa lakini pia ikabeba mafunzo yasiyosahaulika. Ni siku ya Vita vya Uhud, vita lililoonyesha wazi kwamba ushindi hauji kwa idadi, bali kwa utiifu kwa Allah na Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwanzo wa vita. Baada ya Waislamu kushinda katika Vita vya Badr, makafiri wa Quraysh walijawa na hasira na kiburi. Walikusanya jeshi kubwa zaidi zaidi ya watu elfu tatu wakiwa na farasi, silaha na viongozi wa vita. Walikuwa na lengo moja: kulipiza kisasi kwa yale yaliyopata Badr na kuharibu kabisa nguvu ya Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye alikusanya maswahaba wake wapendwa, takriban watu mia saba pekee. Wote walijua hivi sio vita ya kawaida, bali ni vita vya kinyimani. Mtume akaweka mpango madhubuti. Alisimamisha kundi la wapiga mishale hamsini juu ya mlima mdogo wa Uhud, akiwaambia kwa maneno makali: msiondoke hapa hata mkiona tumeshinda au tumeshindwa. Msimamo wenu ni amri, mwanzo wa ushindi. Vita vikaanza kwa ujasiri wa ajabu. Waislamu walipigana kwa imani na subra, maadui wakaanza kukimbia wakiacha silaha na mali zao. Wapiga mishale juu ya mlima waliona makafiri wanakimbia, wakaona ushindi umeshapatikana. Lakini hapa ndipo jaribu kubwa lilipoanza. Wengine wakaona ni wakati wa kwenda kukusanya ngawira. Wachache wakabaki, wengi wakashuka wakisahau amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mabadiliko ya vita. Khalid bin Walid, ambaye wakati huo bado hakuwa mwislamu, akaona mwanya huo akaongoza kikosi cha wapanda farasi kwa ujanja mkubwa, wakazunguka mlima na kushambulia kutoka nyuma. Mpangilio wa Waislamu ukavunjika, vita vikabadilika ghafla kutoka ushindi wa karibu kuwa maumivu makubwa. Wengi wa maswahaba mashujaa wakaanguka shahidi. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajeruhiwa, uso wake ukatoka damu na jino lake likavunjika. Lakini pamoja na hayo hakukata tamaa. Aliita kwa sauti dhaifu lakini yenye nguvu, njooni kwangu, mimi ni mtume wa Allah. Masahaba wachache waliomzunguka walilinda maisha yake kwa damu zao. Walijua kulinda mtume ni kulinda dini yote. Somo kubwa: vita vya Uhud havikuwa vya kushindwa, vilikuwa darsa la utiifu, subra na tawakkul. Allah aliteremsha aya basi ni kwa sababu ya rehma itokayo kwa Mwenyezi Mungu ndiyo umekuwa laini kwao, na lau ungeli kuwa mkali mwenye moyo mgumu, bila ya shaka wangeli kukimbia. Waislamu walijifunza kwamba ushindi si katika idadi, bali katika utiifu. Walijifunza kuwa amri ya mtume haipungui hata kidogo, hata kama akili zetu zinaona vingine. Hitimisho. Leo miaka mingi imepita lakini vita vya Uhud bado vinaishi ndani ya mioyo ya waumini. Vinafundisha kwamba makosa madogo ya kuacha amri ya Allah vinaweza kugeuza ushindi kuwa maumivu. Lakini rehma ya Allah daima ipo kwa wale wanaorudi kwake kwa toba na imani. Huu ndio ujumbe wa Uhud. Utii huleta ushindi. Kiburi huleta maumivu. Na subira huleta nuru.